Tunaambiwa katika injili zingine injili ya Marko na injili ya Mathayo, ya kwamba tukio hilo linatokea siku nane baada ya yeye kuongea na wafuasi wake juu ya mateso yake, ya kwamba ataenda Yerusalemu na huko atateswa na wakuu wa makuhani wa Mayahudi, atakufa na siku ya tatu akafufuka. Wafuasi wake walikuwa wajui anaongea juu ya, ya kitu gani. Katika injili ya Luka tuna tunapewa habari ya kwamba baada ya hilo kumekuwa na kutokuelewana, kwa maana wafuasi wake hawakuweza kujua E, mambo hayo ambayo yangeweza kutokea ambayo yeye Yesu alikuwa akiwaelezea wanafunzi wake. Kwa nini Yesu ana anapanda mlimani na tunaambiwa katika Injili hii ya Luka kwamba alienda kusali, alienda kuomba, alienda akabaki akisali, lakini basi alienda na wafuasi wake wa karibu, washirika wake wa karibu ambao kila mara katika matukio makubwa makubwa ambayo Bwana wetu Yesu Kristo eh, ameyatimiza wamekuwa wa ni mashahidi Petro, Yohane na Yakobo. Hawa ni kama wawakilishi, wawakilishi wa kundi lote la wafuasi wa Yesu, wawakilishi kwa sisi sote tunamfuata Kristo. Kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo kuanza safari yake kuelekea Yerusalemu, ambako ina mbili aende, akateswe, aende akatimize hilo fumbo la Pasaka ambalo ndio kilele, kilele cha safari yake hapa duniani ana anatutafakarisha katika kipindi hiki cha Kwaresma mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza tunatafakarishwa kuhusu umuhimu wa kusali, umuhimu wa kuomba, hasa sasa tunapokaribia katika matukio makubwa. Lakini sala sio kwa sababu ya matukio ambayo ya tunapambana nayo, bali sala ni ni kama pumzi ya maisha yetu ya imani, ni kama mapafu. Bila mapafu hatuwezi kupumua, na bila kupumua hatuwezi kuishi. Na sisi bila sala hatuwezi eh, kuishi kiroho hatuwezi kuishi kiroho. Sala ni nini? Sala ni muungano, ni mawasiliano na Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa kwamba tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, na hivi, kama tukiwa kweli katika muungano wa karibu na Mwenyezi Mungu, sura hiyo itaendelea kuonekana. Kinyume chake, mtu asiye sali anakuwa na giza anakuwa na giza, hawezi kuona mbele. Mtu ambaye hasali, hamwabudu mwenyezi Mungu, hamshukuru, hamombi msamaha, hasa katika yale ambayo tunashindwa katika maisha yetu, hawezi kuishi kiroho, atakufa tu na atakufa kwa sababu ukitembea katika giza unatumbukia katika mashimo ya hatari. Na Bwana wetu Yesu Kristo anatuonyesha huo mfano ya kwamba kabla hajaanza hiyo eh, safari yake ya kuelekea Yerusalemu. Na kama ukiisoma kweli kwa makini injili ya Luka, tunaambiwa kwamba injili ya Luka matukio yake yanatendeka wakati Bwana wetu Yesu Kristo anatembea kuelekea Yerusalemu kuelekea katika kilele cha yale ambayo Baba Baba alimtuma ulimwenguni. Bwana wetu Yesu Kristo tunaambiwa katika kusali katika kuomba katika muungano wake na Baba, sura yake ikang'aa, akang'aa sura, mwanga wa ajabu. Katika injili zingine kama Matayo na Marko tunaambiwa mavazi yake yakawa meupe kama vile ambapo dobi yeyote duniani hawezi kufua, mavazi yake yakawa meupe kiasi hicho. Kwa hiyo tunamwona Yesu katika utukufu wake, tunamwona Yesu katika utukufu wake, na amefanya hayo kwa maksudi eh, amefanya hayo kwa makusudi, kwa sababu huko Yerusalemu atakako kwenda sura yake itakuwa imejaa jasho na damu katika safari yake ya Kalvari. Hiyo njia ya msalaba ambayo tunaitafakari kipindi hiki cha Kwaresma, inatuonyesha sura ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyojaa huzuni iliyojaa mateso iliyojaa kifo. Bwana wetu Yesu Kristo anapenda kutuonyesha tumaini ya kwamba safari yetu ya hapa duniani pamoja na majasho yetu pamoja na madamu yetu takayovuja pamoja na maanguko katika matope yetu pamoja na kuharibika kwa sura yetu ambayo imeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Lakini mara kwa mara sisi sura hiyo tunaitia kivuli, tunaitia eh, matope, tunaitia uchafu. Kwa kung'ara sura anaonyesha ya kwamba hata sisi tukivumilia hadi mwisho, tukifika mpaka Yerusalemu, tutafika katika nuru na mwanga na utukufu. Ni tumaini hebu. Kwa Kristo tusali sala ya matumaini. Mungu wangu, matumaini yetu ni kupata neema, neema hiyo itupeleke katika utukufu mbinguni, na Mungu ndiye aliyotuahidi. Mungu ndiye aliyeagana hayo nasi. Somo la kwanza lengo lake ni kutueleza ya kwamba baba au babu yetu katika imani Ibrahimu, ambaye aliagana na Mwenyezi Mungu, na Mungu akamwaahidi vitu vitatu: uzao, nchi na baraka. Ahadi hizo atazitimiza na atazitimiza katika sisi wote tunaomtumaini katika fadhila hiyo ya matumaini. Lakini atazitimiza kama sisi tukipenda, atazitimiza kama sisi na sisi tutakuwa waaminifu. Yeye ni mwaminifu, yeye ni mtu ambaye yeye ni, ni, ni, ni Mungu ambaye akiahidi kitu anakitimiza, na ndiyo maana katika wale wanyama watatu, mbuzi wa miaka mitatu, kondoo wa miaka mitatu, ndama wa miaka mitatu, wanakatwa katikati. Anaweka vile vipande, kimoja dhidi ya kingine, na anatolea sadaka kwa Mwenyezi Mungu, anasubiri mpaka siku inapita, lakini mwisho wa siku moto unapita katikati unateketeza eh, wale wanyama, ile sadaka. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mungu ana ahidi ya kwamba atatimiza ahadi zake, ni ahadi ambazo zimemgharimu maisha zimemgharimu uhai. Na sisi pia katika ahadi hiyo, katika agano hilo, tunaahidi mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwamba tutatimiza amri na maagizo aliyotupatia, na tusipoyatimiza mwisho wetu ni kama hao wanyama waliokatwa vipande viwili. Ndugu zangu siku ya leo e, somo hilo linatudai tuwe waaminifu katika ahadi zetu za ubatizo, na ndiyo maana ya Kwaresma. Kwaresma inatutayarisha ili baadaye ile jumamosi usiku ile mkesha wa Pasaka tuweze kurudia ahadi zetu za ubatizo tutaambiwa turudie, tena, mwamkataa shetani? Tutasema, twamkataa, na mambo yake yote twayakataa, eh? na fahari zake zote tunazikataa. Ni katika kipindi hiki cha Kwaresma ambapo tunafanya mazoezi ya kukataa vitu hivyo, kufanya mazoezi ili tuweze kuwa E, imara na jasiri katika kuwa waaminifu kwa ahadi zetu hizo mpaka mwisho wa dunia ambapo Mwenyezi Mungu atatuita, atatuuliza, e, nilikuwa na njaa ukanilisha, nilikuwa na kiu ukaninywesha, mm, nilikuwa kifungoni na kadhalika mm, atatuuliza hayo mwisho wa nyakati zetu, ama tutakuwa mbuzi au kondoo. Hiyo injili ya Mathayo, sura ya ishirini na tano. Kwa hivi basi, katika somo hilo la kwanza tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuwa waaminifu katika ahadi zetu za ubatizo, lakini pia tuweze kuwa waaminifu katika malengo tuliyojiwekea katika kipindi hiki cha kufanywa upya, kipindi cha Kwaresma. Ndugu zangu, nimesema kuna mambo mawili ambayo tunayachukua katika injili hiyo ya kung'ara sura. Eh, jambo la kwanza lilikuwa kupanda mlimani, mlima wa Tabor. Eh, bwana wetu Yesu Kristo anapanda mlimani, anang'ara sura, anatuonyesha huko ndiko lengo letu. Lakini baadaye Petro, Yohani na Yakobo, katika kung'ara huko, wakaingia waka usingizini, wakalemewa na usingizi wakati Yesu anaongea na Musa na Eliya. Sidhani kama walifuatilia eh maongezi hayo walikuwa wamelemewa na usingizi mm, wanazinduka eh, ndo karibu wanaagana eh. Petro anakurupuka kama kawaida, anaropoka: Bwana tazama ilivyo vizuri kuwepo pamoja hapa, tufanye vibanda vitatu, kimoja cha kwako wewe, kimoja cha Musa na kingine cha Elia anaropoka ana alikuwa juu yanachosema ndugu zangu katika safari yetu ya kuteremka kutoka mlima Tabor na kuanza safari ya Yerusalemu huwa tunalala usingizi huwa tunalemewa huwa tunachoka huwa tunalegea na udhaifu wetu na udhaifu ambao tumeukumbushwa katika Jumatano ya Majivu ya kwamba tazama sisi sote ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Eh, ndio huo unaotusaidia, inaotusababisha eh, kulala usingizi. Ndugu zangu tujiulize kila mmoja wetu mm, ni kitu gani kinakufanya kina kinanifanya niweze kulala usingizi nisiweze kumwona Yesu wa utukufu katika mazingira nakoishi, katika jirani zetu, katika wale ambao eh, tunaishi nao, katika familia zetu, tunalala usingizi, tunasahau majukumu yetu. Katika majukumu yetu ya kikazi tunalala usingizi, tunasahau ya kwamba inabidi tuwe watu wa huduma, huduma ya kujitoa sadaka kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanya. Tunasahau hilo, ndio huo usingizi aliyokuwa nao eh, Petro, Yohane na Yakobo ambao wanatuwakilisha sisi. Ndio sisi wenyewe, mara kwa mara tunalala usingizi, tunatembea gizani na wingine tunaangukia katika mashimo. Mashimo mengine ni marefu na yana matope, kutoka huko eh? ni mpaka eh, kama mende tupewe kijiti. Kijiti hicho ni hiyo ishara ya msalaba, ni hiyo ishara ya msalaba. hmm. Hicho kijiti kiweze kututoa katika matope yetu, katika kuanguka kwetu, ituinue. Ndugu zangu, msalaba ni ishara ya kuinuka, msalaba ni ishara ya kunyanyuka ishara, msalaba ni ishara ya ujasiri. Msalaba ni ishara ya ushindi mm. tumwombe Mwenyezi Mungu eh atusaidie tubebe misalaba yetu ndugu zangu eh, katika maisha yetu eh, tunalegea tunalegea mtume Paulo kwa Filipi mm. anawaambia ya kwamba yeye ni mfano mm na kati ya Wafilipi kuna baadhi yao ni mifano ya kuigwa, lakini kati ya hao Wafilipi kuna wengine ambao, eh, ni maadui wa msalaba, maadui wa msalaba wa Kristo. Anasema anasema jambo hilo kwa uchungu mkubwa na kwa machozi. Eh, tume Paulo anasema kwa machozi ya kwamba angalia hao, eh, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao ni katika mambo ya ulimwengu huu. Katika Biblia za lugha zingine anasema wanajivunia mambo ambayo ingewapasa waone aibu, lakini anasema ninyi ndugu zangu, stahimilini, dumuni katika imani. Ndugu zangu, tujiulize, eh? mara ngapi Mungu wetu tumemfanya tumbo? mara zote tulipoacha kutimiza majukumu yetu, mara zote tulipowaacha wahitaji, tukajitu, tukajitumikia sisi wenyewe, mara zote tulipowaacha wale waliotuomba msaada tukawaacha tukasema hatuhusiki. Eh, ndio sisi tunaitwa na Mtume Paulo maadui wa msalaba, ambao mungu wao ni tumbo, ambao utukufu wao ni vitu vya fedhea. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie katika kipindi hichi cha uongofu, tuweze kubadilika mm, tuweze kutubu, tuweze kumrudia Mungu. Eh, ili siku moja aweze kutushirikisha katika utukufu wake ambao ametuonyesha katika kung'ara kwake sura, ili hata sisi siku moja tujiunge pamoja na malaika na watakatifu wote katika utukufu wake mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.